Mambo vipi? Hii video ni maalum kwa wale ambao wanatengeneza online course huku akionyesha screen zao eh. Ukitaka kuonyesha screen yako, video inavyoenda kwenye screen, kwa mfano kama mimi hapa nikifanya hivi, nikiscroll nikienda hivi, unaona, nikifanya hivi unaona. Eh, nikifungua labda pengine hapo fulani labda kalenda hapa, unaona kabisa kwamba hapa amefungua kalenda eh. Nikitaka kuonyesha jinsi labda pengine kitu fulani, unakoona unaona ye fanyaje fanya, ni swala ambalo limekuwa nalipata kwa watu wengi sana. Sasa, ili uweze kuonyesha skrini yako ya simu, kuna application mbalimbali ambazo ukiingia Store, unaweza kuzitumia labda ni huku kwenye, kwenye play Store. Application ya kwanza ukija simu yakuse hapa, unaweza ukaandika az au A -A z Skin decoder au A z Screen recorder, E, hii ni application ambayo itaweza kurekodi matukio yote ambayo yanakuwa yanafanyika juu ya screen yako e, inaitwa AZ recorder na yenyewe kuna nyingine hii hapa screen recorder eh ziko nyingi wewe utaangalia ipi ambayo kwako ni nzuri hii eh hapa, screen recorder, A to Z recorder kama mnavyoiona mpaka sasa, mimi download watu milioni mia moja. Hii hapa unaweza kuinstall hapo na ukaanza kuitumia, lakini pia kwa mimi hapa minatumia screen recorder kaida, inaitwa X recorder. Ukiingia Play Store huku, uta sema kusearch hapa, utaandika X recorder, X recorder itajitukiza kama hii hapa: screen recorder, X recorder. Wameniambia hapa ni update, lakini mimi tayari ninayo. Kwa hiyo sasa, ukitaka kwanza kurekodi vitu vyako eh, unakuja kwenye application yenyewe unaifungua kama hivi, afu na bonyeza penye button ya hapa hii ya juu hapa hii gani alama ya nini? Alama eh? rangi ya orange hapa, na baada ya hapo kuelekeza, na eh? na ya hapo, utakuja. Ukishafanya hivyo, ukishabonyeza start, huwa kuna kitu kinaitwa kita togo inajitokeza eh? pembeni kama notification, na kwenye screen yangu hapo, kiangalia imejitokeza upande wa kulia hapa utakuwa unacheza na hizi sehemu mbili, unakuwa una save moja kwa moja. Kwa hiyo utaisave kwa video yako kwenye, kwenye, kwenye simu, na baada hapo itabaki kazi moja na kwenye kuiedit sasa video ambayo umefanyia screen recorder lazima uzingatie uzingatie vitu vikubwa viwili. Kitu cha kwanza, lazima uzingatie kwa kwa zinajitokeza, e, ulinzi. Ulinzi, vune pengine utaki hizi message watu wajue kwamba fulani alikutumia message. Hapa ni kuonyesha. Tutende kwa mfano, labda tuingie kwenye master hapa. Ili niweze kukuonyesha baadhi ya vitu ambavyo muhimu sana. Sababu mara nyingi tunapokuwa tunafanya screen recording, screen recording, simu yetu tunakuwa tumeisimamisha hivi. Lakini itokee simu yako au itokee video yako unataka urecord kwa ajili ya matumizi ya YouTube, hauwezi kai post video YouTube ikiwa imesimama hivi. Lazima uweke katika international resolution. Kisema international resolution ni kwamba ile resolution ya 16:9, aspect ratio ya 16:9 hiyo ni international kwa sababu mtu anaweza kuitazama hata kwenye TV, mtu anaweza kuitazama hata kwenye kompyuta bila shida yoyote ile. Kwa hiyo utabonyeza hapa kwenye create new, labda mimi nakuonyesha mfano kwenye application ya Kinemaster. Sasa kitu cha msingi cha kuzingatia ni hapa kwenye aspect ratio hapa. Mimi nitachagua hiyo 16:9, hiyo ya kwanza ni maalum kwa ajili ya YouTube. Kama kwa ajili ya TikTok utachagua hii ya pili, inategemeana unalenga mtandao upi. Baada hapo utabonyeza create hapa chini. Kama haujui jinsi gani unaweza kutumia hii application ya Kinemaster kwa undani zaidi, basi unaweza kubonyeza hapo chini kwenye description hii nimekuelekeza jinsi gani unaweza kutumia application hii ya Kinemaster kutengeneza na kuedit video zako. Hapa nitajaribu kueleza tu kwa haraka hizo aspect mbili. Kwa mfano, hapa nilipofungua ukijaribu kuangalia huko vinaonekana vitu vingine ila sasa mimi sitaki vingine vionekane. Lazima niviziba sasa. Utaviziba vipi? Labda ni kwenye assets hapa, chukua hiyo nyeupe, alafu nitulie mfano. Baada hapo, labda nije wapi? Nije kwenye layer, kwenye media, alafu nachukua sasa video yangu ambayo nime screen record. Video yangu ndio screen record hii hapa. Kumbuka hii video ni screen record ikiwa imefanyaje? Ikiwa imesimama. Kwa hiyo lazima niingize kwenye nini Kwenye faino yangu lazima ilale iwe katika splatho ya kumi na sita esho tisa ili iweze kukubaliwa kutazama kwenye tv kwenye kompyuta kwenye tablet. Eh, usiiweke video kienyeji kienyeji. Hii inakuta sana watu ambao wanarekodi kozi mbalimbali hivyo vitu wanakosea sana, unaona? Sasa utaishika video yako hii hapa, namna ya kuediti utaizumu hii video, angalau detail zinaonekana kwa uzuri tunaizumu kwa seli kama hiyo yeah. Haya, hapa nyuma utashika hii background yako, utama pengine ubadilishe rangi unayotaka wewe, pengie bandika lako, unaiweka hivyo, utaizumu vy no inaonekana vizuri. Kwa hiyo baada hapo utakuona iplei isole, labda hii nimekosea, nichukue video hii hapa, iizikuonyesha vizuri kwa video hii hapa kwa hiyo hivi vitu vyote ni vya muhimu sana. Hivyo vitu viwili, wewe ambao unafanya screen recording, kitu cha kwanza, ndio nishakuonyesha tayari, cha kuzingatia aspect ratio, lakini kitu cha pili, usalama wa vitu vilivyopo kwenye simu yako. Kuna notification kama zinajitokeza juu, kuduru kuduru kwenye simu yangu, lazima nizizibe ili zisiweze kuonekana. Kwa hiyo kwa video kama hii hapa, nitai zoom mm. Nongelea vitu nishi kwa mfano kabisa hapa Na unaona hii ndio video yako, labda nimeizoom eh, okay, lakini sitaki hii chat ionekane, imejadna nani, maanake kwenye edit kwanza lazima taziba hii jina juu huko, lakini kitokea kuna chat pengine hii mi mistaki ionekane labda za huko juu. Nitakachofanya, utakuja hapa palipo andikwa layer, unashika pale palipo andikwa effects, unakuja kwenye basics effects hapa, afuta chaguo yote, labda nitachagua hii hapa Afu tunaipunguza size, unaona maana yake inakuwa na naficha baadhi e, za vitu sitaki kionekane. Afu ningine kuna app zangu nyingine sitaki zionekane eh, au labda pengine taarifa za huyu mtu ambaye ya account yake naongelewa, sitaki ionekane eh. Afu natoka na bonyeza hapo tena, bonyeza hapo hapo, ngoja kwenye settings hapa, na iongezea nguvu kabisa, blue alio kama sionekane kabisa eh, kwa hiyo nitakuwa naongea Unaona, na kwa nimeziba pale, na kwa hiyo Skiu, kabo. Kwa hiyo, hiyo ni muhimu sana unapokuwa unatumia hizi screen recorder zinazo rekodi simu. Vile vile vya kuzingatia, cha kwanza aspect ratio, kutokana na video yako ambayo unataka ikatumike, lakini kitu cha pili cha msingi ni ulinzi wa taarifa zilizopo kwenye simu yako na namna ya kuziziba taarifa zilizopo kwenye simu yako. Kama unataka uzibe kwa muda mrefu, na ukishikilia utaivuta mpaka pengine mpaka mwisho eh sababu simu yako tunaamini, na vitu vingi unafungua una, una gari unafungua una nini, kuna vitu vingi ambavyo vingine sisi hatuhitaji kuviona e, kuna chati sisi hatuhitaji kuziona, kuna majina sisi hatuhitaji kuyaona, kwao unakuwa na lazima kwa seli kama hiyo, nakipandisha hiki na kukishusha, nategemea na wewe unataka kipi. Ni kwamba nimesema, unafanyaje? ja unaingia tu kwenye hapa kwenye layer, unaingia kwenye layer unabonyeza effects pale kwenye screen yako au nyuma ya video yako, guys, bila shaka tumeelewana. Na ukitaka kusave kama hivi mimi nitasave nitapobonyeza hapa. Mm. Kama utakuwa na swali utaniuliza chini hapo kwenye comment. Komenti sina sinazinda kwenye video hii. Kwa hiyo video yangu ukitaka sasa kuisave video yako utasave hapo kama kawaida. Alafu nikisave maana kitu nitaenda kuedit. Kwa hiyo nitapobonyeza hapa na bonyeza alama ya pili hiyo yenye kiboksi cha pembe nne.